Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku leo, Alhamisi, juma la 29 kipindi cha kawaida cha mwaka mwaka C si, wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya sita aya ya 19 hadi aya 23. Na injili natoka katika Injili kama ilivyoandikwa na mwenjili Luka sura ya 12 aya ya 49 hadi ya hamsini na tatu. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Yesu aliwaambia wanafunzi wake: Nimekuja kutupa moto duniani, na ukiwa umekwisha washwa, nenene nitakalo zaidi lakini nina ubatizo unipasao kubatizwa, nami nina dhiki kama nini hata utimizwe! Je, mwadhani ya kwamba nimekuja kuleta amani duniani? Nawaambia, la sivyo, bali mafarakano. Kwa kuwa tokea sasa katika nyumba moja watakuwamo watu watano wamefarakana, watatu kwa wawili, wawili kwa watatu watafarakana baba na mwanawe na mwana na babaye, mama na binti yake na binti na mamaye, mkwe mtu na mkwewe, mkwe na mkwe mtu. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Wapendwa katika Kristo, katika tafakari ya masomo siku ya leo, ningependa tutafakari ujumbe unaosema udumifu katika maamuzi yetu na kujitoa kikamilifu kwa Mwenyezi Mungu. Wapendwa katika Kristo, katika maandiko matakatifu siku ya leo tunasikia kwanza maneno ya Paulo anapoandikia Warumi, ambapo anawakumbusha kwamba wanapaswa kujitoa bila kujibakiza kwa ajili ya Mungu kwa namna ile ile ambayo walijitoa wenyewe katika kuishi katika utumwa wa dhambi. Lakini anaenda mbele zaidi kwa kusema kwamba kwa kuishi katika dhambi hakuna faida yoyote walioipata, na hivi kwa kumtumikia Mungu kwa unyofu wa moyo wanahakikishiwa uzima wa milele. Katika somo la Injili pia tunasikia Yesu anasema kwamba amekuja kutupa moto duniani na wala hajaja kuleta amani duniani, na hivi Leo tunaweza kupata mkanganyiko kidogo kwamba Yesu ambaye amekuwa akihubiliwa kwamba ni mfalme wa amani leo analeta mafarakano. Wapendwa katika Kristo, moto unaotajwa katika somo la Injili ni utimilifu wa kile ambacho kilitabiriwa na Yohane Mbatizaji kwamba yule anayekuja atabatiza kwa maji na Roho ndiye Yesu Kristo mwenyewe na haya tunayapata katika injili ya ruka mwanzoni kabisa injili ya ruka sura ya tatu aya ya kumi na sita katika maandiko matakatifu moto huweza kuwa na maana mbalimbali mbali. kama vile kuashiria uwepo wa Mungu ambapo Mungu anaonekana kwa ishara ya kijiti kinachowaka moto bila kuteketea kama ambavyo tunasoma katika kitabu cha kutoka sura ya tatu aya ya pili lakini pia Mungu anayewaongoza Waisraeli kwa nguzo ya moto kama tunavyosoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 13 aya ya 21. ni katika ishara ya moto pia Mungu alionekana mlimani Sinai, tunasoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 19 aya ya 20. Lakini pia nabii Isaya anaonesha moto kama ishara ya kutakasa Nasoma katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya sita, aya sita hadi ya kumi na tatu. Katika Agano Jipya moto unaweza kuwa pia na maana ya Roho Mtakatifu ambaye anapyaisha nyoyo za waamini, na hivi kufanya ujumbe wa Mungu uendelee kusikika mioni mwetu. Wapendwa katika Kristo, tunaweza kuelezea dhana ya moto katika nyanja mbalimbali lakini natosha kusema kwamba Kristo kwa kuleta moto duniani amekuja kudhihirisha ufalme wa Mungu hapa duniani kwa kututakasa na kutongoza katika safari yetu ya hapa duniani kuelekea mbinguni, lakini hasa anapodhihirika kupitia yote anayotutendea katika maisha yetu ya kila siku. Wajibu wetu kama Wakristo ni kuendeleza moto wa imani, moto wa upendo na moto wa matumaini ambao Kristo tayari amekwisha kuuwasha ili kuifanya dunia kuwa mahali salama pa kuishi. Katika mwendelezo Yesu anasisitiza kwamba hakuja duniani kuleta amani bali mafarakano. Wapendwa katika Kristo, maneno haya hayana mkanganyiko kama ambavyo nilidokeza mwanzoni, kwa sababu habari njema aliyoitangaza Yesu Kristo ni ishara ya amani kwa wale waliokuwa tayari kumpokea na kumsikiliza. Kinyume chake, ujumbe huo huo ulikuwa pia ni chanzo cha mafarakano kwa wale ambao hawakuwa tayari kumsikiliza na wale waliokuwa mashabiki wa uovu. Na hivi ndugu zangu, ieleweke kwamba katika kipindi alichoishi Yesu kuwa mfuasi wa Yesu na kuyashika mafundisho yake haikuwa kazi rahisi kwani mafundisho yake mengi hayakueleweka miongoni mwa ndugu zake wa Yahudi. Mafundisho yake pia yalionekana kuwa ni chanzo cha mafarakano, kwa sababu kwanza alikemea maovu mengi katika jamii mintarafu unafiki wa viongozi wa dini ya kiyahudi kama mafarisayo na waandishi. Zaidi sana hata Wakristo katika karne za mwanzo walipata mateso mengi kwa sababu ya dini yao na mafundisho ya Kikristo kutoeleweka kwa mfano ule wa mafundisho kuhusu kula mwili na damu ya Yesu ambayo kwa Wayahudi ilikuwa ni chukizo kwao, kama inavyosoma katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 17 aya ya 14. Matokeo ya kutokueleweka kwa mafundisho ni kwamba Wakristo wengi walitengwa na jamii zao na hata ndugu zao wa damu na hii ndiyo sababu kubwa ya Yesu kuzungumzia mafarakano kati ya baba na mwanawe au mama na binti yake. Wapendwa katika Kristo, masomo ya leo yatupe tafakari ya kuwa wadumifu katika maamuzi tunayofanya na kujitoa kikamilifu kwa ajili ya Mungu. Paulo anaiasa jamii ya Warumi kuto kurudi katika hali ya dhambi. Kadhalika pia somo la Injili linatupa tafakari ya kutunza uaminifu katika maamuzi tuliyoyafanya ya kuwa Wakristo. Kwa kuwa kuwa mfuasi wa Kristo tunahitaji kuwa wavumilifu katika maisha yetu kama Wakristo. Kila siku tunatenda dhambi, alafu tunamuomba Mungu msamaha kwa kupitia sakramenti ya kitubio, huku tukinuia kabisa kutokurudia kuanguka katika dhambi. Lakini kwa sababu ya udhaifu wetu wa kibinadamu, tunajikuta tumeanguka tena katika dhambi ile ile na hivi tunaweza kukata tamaa, tukahisi haiwezekani kabisa kuishi bila kutenda dhambi. Tunahitaji neema ya Mungu kudumu katika uaminifu huo, na hakuna namna nyingine ambayo tunaweza kupata neema ya kubaki waaminifu na kutunza usafi wa moyo zaidi ya kusali, kupokea sakramenti hasa Ekaristi Takatifu, kushiriki misa takatifu kwa uchaji na kujenga utamaduni wa kusoma na kutafakari neno la Mungu, lakini zaidi sana kushiriki katika shughuli zote za kanisa na jamii kwa ajili ya wito tulioitwa na Mungu. Katika maisha yetu ya kila siku tunafanya maamuzi mbalimbali mbali. Maamuzi haya yanatuongoza kuchagua vitu ya tunavyovipenda, na katika vitu na machaguo tunayoyafanya yanatudai wajibu na kukubali matokeo yanayotokana na, na machaguo yetu. Tunapochagua kutenda dhambi, tutarajie matokeo yake ni mauti. Tunapochagua kuwa wavivu, lazima tutarajie kufa kwa njaa na hatuna budi kukubali matokeo ya machaguo yetu. Sisi tumefanya maamuzi ya kuwa Wakristo kwa nguvu ya Roho Mtakatifu na tumechagua kuwa Wakristo. Na hivi tunawajibika kuishi kikamilifu Ukristo wetu vizuri. Ni ukweli usiopingika kuwa mfuasi wa Kristo kuwa mfuasi wa Kristo sio kazi rahisi, kama tunavyoona watakatifu mashahidi wanavyokubali kuyatoa maisha yao kwa ajili ya Mungu. Ni muhimu kufahamu kwamba tunawajibika kutokana na yale tuliyofanya kwa kuwa Mungu yupo na ni Mungu huyo anayeona mawazo yetu na maneno na matendo yetu. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Fratei Zakaria Nyembeke wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu kutoka seminari kuu ya mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina!